Mpenzi mtazamaji, ligi kuu ya Tanzania bara inatarajiwa kuanza kutimua vumbi kwa viwanja vitano kwa kamoto, huku mchezo wa kusisimua ukizikutanisha timu ya Simba na Ndanda FC wanakuchele kutoka Mtwara kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi wa bodi ya ligi ya Tanzania Bonifasi Wambura amesema kuwa maandalizi yake yamekamilika na sasa ni soka kupigwa viwanjani. Msimu wa 2016-17 na ni raundi ya kwanza uh, lakini tutakuwa tuna mechi tano uh, kati ya nane ambazo kaida zinachezwa katika raundi moja uh, mechi hii ya leo Jumapili uh, lakini tuna mechi ambayo itaenda kuchezwa Jumatano kutokana na na marekebisho tuliyofanya mechi ya Mwanza kwa uh, matumizi mengine ya kijamii kwenye uwanja wa Sisi Kirumba lakini e, mechi ya Yanga na Jiketi Ruvu yenyewe itasubiri mpaka tarehe 31 kutokana na Yanga kuwa na assignment kwenye mechi ya Confederation Cup e, ya kafu ambao watacheza dhidi ya Tipi Mazembe. Kwa Jumanne, wataicheza Kongo. Kwa maandalizi yote kwa ajili ya ligi yamekamilika. e, na na wa ya mechi. Wakati huo Wambura amezungumzia utatuzi wa changamoto ya ligi wakileta mabadiliko kadhaa tofauti na msimu uliopita ikiwemo kurekebisha ratiba pamoja na kuzingatia kuanza mapema a, kwa ligi hiyo pia changamoto zilizojitokeza kusudi uanze e, eh, ligi nyingine. Kwa hiyo ligi ya msimu uliopita 2015-2016 ilimalizika na kuna changamoto zilikuwa zimejitokeza. Eh, changamoto nyingine zimekuwa kila msimu zipo kwa maana ya, ya, viwanja, kwa maana ya utunzaji wa viwanja na marekebisho, ili tulishofanya tulishatuma wakaguzi eh, upungufu wote uliojitokeza kwenye ukaguzi tulishawaambia usika na mafanyia marekebisho. Eh, lakini changamoto nyingine hapo kwa msimu uliopita ilikuwa ni ratiba na hii kikubwa ilichangiwa na kutokana na kuchelewa kuanza ligi, tuenda kuanza ligi Septemba 12. Naam.